Na mtazamaji, tukiangazia taarifa za ufungamana masuala maswala ya kimataifa, ni kwamba mwenyekiti wa kamati ya senati kuhusu maswala ya kigeni nchini Marekani sasa anaitaka Marekani kuiwekea Uganda vikwazo vya kiusalama na kijeshi ili, kufu, ili kufuatia kauli uh, za mkuu wa jeshi wa Uganda kwenye mtandao wa X. Jenerali Muhoozi Kainerubaga alishutumu ubalozi wa Marekani na kusema kwamba ulisaidia utekaji nyara wa kiongozi wa upinzani Bobi Wine na kutishia kusitisha ushirikiano wa kijeshi na Marekani. NamiEmmanuel Tona taarifa hiyo. Cheche za kila mara za mkuu wa jeshi la Uganda Jenerali Muhoozi Kainerugaba zimemweka pabaya, sio mara moja bali mara kadhaa, akionekana kuzungumzia bila kujali maswala mazito yanayohatarisha uhusiano kati ya nchi yake na mataifa ya kigeni. Mara hii Muhoozi akivutia hisia kali kutoka kwa kamati ya uhusiano wa kigeni ya bunge la seneti Marekani, na sasa kauli za Jenerali Muhoozi Kainerugaba zikihatarisha uhusiano kati ya Washington na Kampala. Seneta Jim Risch, ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya seneti kuhusu masuala ya kigeni, akipendekeza vikwazo dhidi ya Uganda na kuangaliwa upya kwa uhusiano wa kijeshi kati ya nchi hizo mbili. Akipuzilia mbali ombi la msamaha la Jenerali Muhoozi kama usio na maana, akihofia kuwa Muhoozi huenda akawa mrithi wa babake, mkuu wa majeshi wa Uganda, ambaye anafahamika kwa majigambo kwenye mtandao wa X. Alitilia shaka manufaa ya uhusiano kati ya Uganda na Marekani, akisema kuwa maafisa wa Marekani katika ubalozi wake Kampala wamekuwa wakiwahangaisha Waganda, akisema wanasababisha uhusiano wao kusambaratika. Muhoozi akidai kuwa ubalozi wa Marekani Kampala ulisaidia utekaji nyara wa kinara wa upinzani Bobi Wine na kutaka uhusiano kati ya nchi hizo mbili kukatizwa kufuatia uchaguzi wa urais uliopingwa na viongozi wa upinzani. Muhoozi, ambaye hutumia muda mwingi sana kwenye mitandao ya kijamii, alijigamba kuhusu idadi kubwa ya wapinzani waliouawa na jeshi la polisi wa Uganda na kuwataja kama magaidi wanaotaka kuhujumu serikali ya Uganda mchukua wiki mbili tu kuteka taifa la Kenya na kusababisha tetesi kwenye mtandao wa X, suala ambalo lilimsababisha rais Yoweri Museveni kuomba msamaha na kupuuzilia mbali kauli za mwanawe. Makelele yake kwenye mtandao wa Twitter ambao sasa ni X sasa yakivutia viongozi wa Marekani.